Mipaka ya Tanzania katika masumbwi ndipo ambapo tunaanzia. Baba mzazi wa bingwa wa mikanda ya WBC na WBA Floyd Mayweather amesema kuwa angependa kuona mwanawe akistaafu mchezo huu wa ngumi baada ya mtanange wa The Thrilla from Manila eh, dhidi ya Manny Pacquiao. Mayweather amesema kuwa mchezo wa ngumi umekuwa kama kamari na chochote kinaweza kutokea katika ulingo, hivyo hatua aliyofikia na hela anazopata anahitaji kusitisha mapigano katika ulingo. Mayweather Junior atapigana na Manny Pacquiao tarehe mbili mwezi huu katika ukumbi wa MGM Grand Arena. E, jijini Las Vegas nchini Marekani e, na kila mmoja wao anatazamiwa kuingiza paundi milioni mia mbili. Hata hivyo, Mayweather atakuwa bado ana kibarua kigumu e, cha kuendelea kujipanga na pambano lingine, ili kutimiza idadi ya mapambano sita kama mkataba wake na kampuni ya utangazaji ya Showtime unavyothibitisha.